Eh, bwana Mnandi Junior mambo vipi bwana? Fresh. Mambo yanakwenda? Kama kawaida. Eh, bwana klabu yenu inaonekana inazidi kupaa sana barani Afrika. Tumeona sasa mna mna mnawania tuzo bwana, na mchezaji Shomari Kapombe anawania tuzo. Hii inamaanisha nini bwana Mnandi Junior? Hii inamaanisha inamaanisha ndio ubaya ubwela season 2. Ubaya ubwela season 2. Eh. Ah. Haina maneno, haina kebei, haina ziaka. Uwezi kuwa bora alafu usiingie kwenye vinyang'anyiro. Sawa underground hawezi kuingia kwenye nyang'anyiro hivyo. Kwenye timu 10 bora anaingiaje hapo? Wakati unawania 20 bora. Kama 20 bora ipo na yeye atakuwepo. Lakini kama kwenye top 10 hawezi kuwepo. Watakuwepo ambaye wenye zile kazi. Wanyeji wa zile kazi ndio wanakuwepo kwenye top 10. So wewe underground utakuwepo hapo. Kwa hiyo kumuona Kapombe hapo kwenye kinyang'anyiro sio cha kushangaa kwa taarifa zilizopo na Shabalala pia alikuwepo. Lakini kakatwa kwa sababu kasha staff. Ndio maana kakatwa kabakishwa kapombe lakini alikuwa yeye na shabalala shabalala kakatwa kwa sababu kashastaafu sasa hivi anakula pensheni hivi ndio maana kakatwa kwa hiyo hii ni maana halisi ya kuonesha hii ni klabu kubwa ni klabu ya mpira haina ziaka haina kebei lakini hao ambao wanateuliwa viti maalum sasa waje kutusimamia sasa kwenye kulinda tuzo zetu huko tunaweza kushindania aje kutulinda huko wakati tunakoshindania tuzo ndio kazi aliyoteuliwa kwenye kitu wa vilabu aje kulinda sisi tunavyochuana pale kwenda kushindania tuzo aje kulinda watu wanaotaka kuleta leta shida eh. Kwa hiyo mazingira haya, Mnandi junior, eh, Afrika sasa, Simba inaonekana inazidi kujitwalia heshima eh. hivi kwa namna moja au nyingine eh, Simba ni kubwa Afrika. muda hata Jani Mfatino alivyokuja hapa, rais wa dunia alitupigia saluti tatu. Ukimwona mtu anakupigia saluti, hiyo ni heshima kubwa, heshima ya kijeshi. Jani Mfatino, rais wa mpira duniani, Benjamin Mkapa, anapiga saluti tatu, na akiitaja Simba nguvu moja, mara tatu. Sasa kaitaja nyuma mwiko mara tatu hawa walitaja mara sita pamoja na kuteuliwa na hivyo vyeo vyao, hivyo wanateuliwa hivyo vyeo na wao kupumbazwa pumbazwa, waonekane nao wamo, sawa sawa, nao waonekane nao wamo, lakini majibu ndiyo hayo hapo. Tumetoka kwenye mashindano, mashindano yameisha, watu tunapewa nafasi hizo hapo, tunaenda kushindania huko, lakini wao waulize, wanashindania nini? Utasikia wanashindania kunywa supu Jangwani, ndio wanachoweza wao kushindania. Na maandamano kama maandamano, wanashinda asubuhi Timu inaweza kuongoza kwa maandamano duniani, itakuwa nyuma mwiko, timu ya kwanza kuongoza kwa maandamano. Maana ukiambia maandamano dakika mbili tu, hao wanakimbizana kwenye maandamano. Kwa hiyo ninachokiamini mimi, wao hawapo kwa ajili ya mpira, wapo kwa ajili ya maandamano na no. Ndio maana ukuwaona huu. Kwa hiyo hiyo heshima unaiona hapo, usishangae, ni vitu ambavyo tumevitengeneza toka 2019 mpaka leo. Kwa hiyo sisi ni wenyeji wa hizi kazi. Huwezi kuniambia Simba iko nafasi ya tano alafu isiwemo kwenye timu ambazo zinaenda kuania tuzo Tano bora halafu usiwemo. Sasa kwa maajabu hayo eh, eti lazima uwepo, kwa sababu tunashangaa kuonekana kwamba Simba inaenda kuwania tuzo ya club bora bara Afrika, Simba inaenda kuwania tuzo ya mchezaji bora bara Afrika anaocheza ligi ya ndani. Ni jambo la kawaida, tushie kumpeleka Pape Osman Sako huko, sawa, akaenda akachukua tuzo yake huko, lakini na Sadio Mane. Kwa hiyo mimi naamini sio jambo geni, ni majambo yetu muda mrefu sio jambo la kuchangaza kwa wana Simba. Tuipongeze timu yetu, tumpongeze mchezaji wetu, aendelee kujituma, kwa sababu kwa umri wake na kupata hiyo nafasi ni jambo kubwa kwake, hata kama hatoshinda hiyo, kupendekezwa tukua kwenye hiyo nafasi maana ni jambo kubwa sana, na yeye ni sehemu ya fursa ya kujituma zaidi msimu huu. Inawezekana akafanya vizuri zaidi msimu utapoenda kutamatika. Msimu kutamatika ujao, Mayele anatajwa anaweza akatwaa hiyo tuzo. Wewe unazungumzaje sana hiyo Eh, Mayele anapambana, maanake hata sasa hivi kwenye kikombe chao kile cha Super Cup ambaye bingwa wa shirikisho na bingwa wa Champions League walipokutana, amewanyosha LC Belkane chuma moja, na hiyo chuma moja amefunga yeye, Fiston Kalala Mayele, jini moja kutoka pale Kongo. Mimi naliita jini, ana tali sana yule mpinzani e, analijua goli hapa, alikuwa anapata shida nyuma mwiko hapa, kila kitu akafanya yeye kuni, akatafuta yeye maona bwana maji, akatafuta yeye ugali apike yeye, lakini kule kila kitu anatafutiwa yeye, kazi yake ni kusonga ugali tu, azau nafikiri kuna nini lazima tu ugali ule unyooka, ndio maana kule unamwona anafanya vizuri zaidi. Kwa hiyo mimi kwa Mayele, kama atafanikiwa yeye kupata tuzo, ni kwangu no doubt, ni mchezaji ambaye anajituma asilimia 150. Sina shida naye, bwana. Simba safari, mna malengo gani bwana? Liga ya mabingwa bwana Afrika, malengo yetu kucheza finali ya kombe la Champions League. Lakini wenzetu wakati wanaenda Malawi walisema malengo yao ni kucheza nusu finali msimu huu, sio target ya bosi wao walivyosema, kwamba makundi, lakini mwisho wa siku walivyoshangia hapo habari ile kauli ya kuisha nusu finali haipo, wanawaza makundi wataingiaje? Ndio sasa hivi focus yao ilipo, yani hata hiyo makundi wanawaza watafikaje makundi. Ndio maana mwenzao kaona mbele, ndio maana kawaambia bwana, mimi msimu ujao target yangu ni makundi, kifika robo finali bonus, lakini target yetu ni makundi. Kashajua wachezaji kaokota, kaokota ukota, makundi yenyewe wezekana asifike. Ndio hii hapa na injini Harris, kama timu yake haijatoboa makundi, itatolewa hapa na kina uchizivunga basi yeye mwenyewe mdau atakuwa avunge faster, akate tiketi yake ya ndege atembee naye mfukoni siku hiyo, akifungwa usiku huo wapande ndege aondoke. Yani shughuli yake Jangwani ndio utakuwa imeishia. Hawatoelewa ya Mnadi swala wala ya Mwazini, kwa sababu kafukuzwa kocha, inaonekana ndio shida. Haya, umefungwa na hapa nyumbani, shida itakuwa nani? huyu huyu vitanda bado mpya, huwezi kumlaumu na huyu vile vile, ile taifa lake. Na akipewa nafasi ya kusimama kwenye benchi, huyu atawapigisha shoti tu. Kule sio alipigwa moja. Hapo anaweza mchizimu kupigwa sala sawa. Hapo anaweza kala nyuma mwiko. Hapa hamna hamna, Chuma tatu. Hao mateja ambao ndio wanaenda kushangilia na mchizi mwenzao wa mchizi vunga. Wanaweza kuvamia uwanja hapa. Wakashangilia na mchizi mwenzao pale uwanjani. Alafu akaenda kupigwa bani kubwa tu kule na kafu. Na uwasiwasi mkubwa, Sababu mateja kama wote watakuwa pale. Hasa mchizi mwenzao akaweka chuma anafikiri watakangania majukwaani. Teja anaogopa. Kila mmoja unamuona unakutana na mandani tu kila sehemu. Hasa anaogopa nini teja? Eh, kwenda kituoni yeye tena, yeye kawaida, yani kama ndio nyumbani kwake. Sasa ushampeleka Benjamin Mkapa, afu mchezi mwenzao kashaweka kamba, watashangilia kwenye viti, utakuta wanashuka kule kule, wakashangilia wote kwenye kwenye nyavu kule kule. Kwa hiyo wote wajiangalie, inaweza nikawakuta Benjamin Mkapa, sababu washabiki wa nyumbani kujua hawana uvumilivu, hawana kaba yale yani. matokeo yaliokuwa kule Malawi, ingekuwa hapa ungesikia hapa kigeduka hapa, wachezaji wasingebanda panda, hata basi ile wakitembea kwa miguu. Sasa kwa Mkapa umewalika machizi wenzake, mchizi funga unawaleta kwa Mkapa asubuhi na mapema wako pale e, hey, wilaya zote za Dar es Salaam machizi funga wote wako pale, alafu mchizi mwenzao kaweka chuma, wanafikiri watangangania kwenye viti wale watashuka tu, sawa wale watashuka yani, wakitaka kuidi basi ule uchizi funga wamfunge kweli asionekane, lakini kama ataonekana, wale machizi wenzake lazima akashangilie nao. Kwa hiyo Mnandi junior ya Simba ndo tuseme ndo mwakilishi mzuri Tanzania na si vilabo vingine Sio mwakilishi tu, ndo amebeba mpira huu wa mpila Tanzania, ameonesha njia na ndo anaubeba mpaka sasa hivi. Simba ukitoa hapa, hata misimu miwili kashiriki ligi, hata Zanzibar hakuna vilabu vinne kwenda kimataifa, na wala hakuna ligi namba 4 wala namba 5 hapa, misimu miwili tu. Wao timu inafanya kazi yake kila siku, maandamano inawezekana ikafanya e, vizuri Afrika. Sasa hizi unaenda unaenda ugenini kucheza mechi, unaacha kufungwaza na mechi, unaenda kufungua matawi. Timu gani shaye kufanya hivyo barani Afrika au duniani kote? Yani inaenda nchi husika kwenda kucheza na, na mpinzani wake, anaenda kufungua matawi kule. Oshe kuona hiyo. Toka umeanza kufuatilia mpira, unapata akili kwenye ubongo wako. Ushawahi kuona? Eti, ushawahi kuona mtu anaenda kupambana na, na adui yake, kule kule anaenda kufungua matawi. Wewe unataka kutengeneza wale wawe ndugu zako. Wewe udugu na wale. Eti sisi tunaipenda nyuma mwiko. Aza majibu ndio yale. Wamefungua matawi matatu wamekula chuma moja. Hiyo iwe funzo miaka mingine wasende kujifanya wao wana mashabiki kila sehemu. Ah, sasa tumeenda Eswatini pale. Wa mashabiki waliokuwa pale pale hakuna wanaipenda Simba tena, wale walikuwa wanashangilia mwanzo wa mwisho kuliko wao wanaosafirishwa hapo, kama mwili wa marehemu. Afu ameenda kule amekaa kimya kama amechoma sindano nane za ganzi, wanasubiri wanashenyetwa. Sasa kushafirisha wale watu kulikuwa na faida gani? Si mbona wangeacha tu, kwa sababu kule walikuwepo. Haya, yule mchome kasafiri, kavaa jezi yetu tena imeandikwa Simba kifuani, kaenda kuizalilisha brandi. Hakika wakuta wana Simba kweli? Sasa kule sawa, kakuta wana Simba kweli Malawi wamekiamsha mpaka mwisho, yeye kakaa anafunga swala. Unafunga swala umefuata huko kani, nyumba za ibada za Tanzania hakuna nyumba za ibada ziko Malawi? Kwa hiyo huku ni kutaka kuifezeesha Simba, lakini wao ndio zili wanaiheshimisha Simba. Wamefunga na kisiwa cha wavuvi, lakini sasa tumeenda kuwafunga wa Masai na tunawaambia wakija hapa hapa mishale yao aache yapot hapa. Wanashenyetwa tu wenzao. Wale Tripoli walikuja na tripo wali mabausa, mabausa wakalinda zile baa, wao walindi baa wao kalinda timinosili tunawashenyeta, baadapo tunawapakia kwenye mtumbu safari kwao. Hiyo ndo maana alizi ubaya ubwela Simba mpaka sasa hivi tayari yuko makundi hadi. Yani sasa tunapanga mipango, yani kwenye draw ball tukutane na nani, lakini wao mpaka sasa hivi wanahangaika hayo makundi, sijui ya nyanya, sijui ya vikoba eh, yakausha damu mtaani, sijajua makundi ya aina gani? Au makundi ya ndege kwenye mashamba mpunga, hata sijajua. Mpaka sasa wanahangaika kundi gani ambayo wataingia wapi. Sasa, sasa hivi tunapiga hesabu kwenye draw tunakutana na nani, sababu master matatu kule kavaa kipuli tu. Yaani lile pira kipuli kule lilopigwa kule Uswatini, hakufurahi hata haku goli moja wacha. Mbona kocha gani duniani timu yake inashinda goli eh, yani tatu yake lan m goli saba ndo afurahi. Ah, kuna watu watatezeka msimu huu. Huu msimu. Yaani msimu kuna watu watafishwa lini? Kuna watu watavishwa watavishwa cheni lakini wakitaka kuchora tatu basi lazima waanze goli saba afa na wachora tatu. Kwa hiyo kwenye ligi wajiandae, sababu ligi ngumu mwaka huu lakini kwa kocha hili katili hili meneja la goli duniani ah, hii ana roho ngumu. Huyu ana roho ngumu. Huyu anamshinda mpaka Gadiola. Anamshinda hata Mzewenga huyu. Anamshinda Mourinho. Wewe goli tatu ushangilie. Eti unasema sijalizika. Asisti za visigino, goli mtu anajikunja kama samaki kwenye maji, lakini unasema bado sijalizika. Wewe unatakaje? Unataka mpira gani? Kama goli tatu ndogo, anataka ngapi? Kwa hiyo hawa jamaa hawa usingizini, na wake tushawaamsha hapa. Kilichobaki tunakuja kwa vishwa eleni hapa, watavishwa eleni kule licho na tatu tatu hapa, wanavishwa eleni oh. Kocha ana vyeti, sijui ana vyeti, cheti anakuwa nacho, anakuwa nacho, teja na cheti anacho. Eh, hao wenzetu wenye ugonjwa wa akili kwa hospitali huko mwimbili wapo, ukienda Dodoma kule Mirembe wapo kule, wote wana vieti. Hata wao kama vieti nini, mbona mmeviacha Malawi? Hata seko cha letu alina vieti, lina jaketi chuma apa. tatu hasa akija hapa akionyesha ile tatu hapa siku ile, mimi nakwambia hapa kama sio tano basi saba zipo hapa. Na hao wanaojipendekeza wanawaambia, si nyuma mwiko, wanafikiria kucheza mechi ya Simba, sio kweli. Wenyewe sasa hizo wajitambui, eti wafikirie kucheza mechi ya Simba. Wao wanaambia mechi bure unaingizwa bure, supu bure, sawa. Ubobo pia upo utakuwa bure wewe, unategemea nini? Washajua kwamba safari ya wana muone, safari ya wana. Kwa hiyo nyumamwiko, kile kijimbo chetu cha tukutane mwakani muda wake ndio kinaanza kuimbwa, sawa. Kile kijimbo cha Krismasi, kile kijimbo cha mwaka mpya kinakaribia kuimbwa wale nukuzetu, kwa ndugu zetu, Oktoba tunatiki nyumamwiko, wao wanashindwa kutiki. Sasa sijajua watakuwa na Oktoba ya wapi ya hapa hapa kwetu, au oktoba nyingine. so, kwa sababu Oktoba Tanzania, see mwezi huo tunatiki tiki. Asa wanaenda kutiki wapi? Mpaka sasa washaferi. Simba ndio wametiki, Azam wametiki, Singida mwenyewe bado ana asilimia ishirini, bado hajatiki, lakini nyuma mwiko ndio kashaferi kabisa. Bwana shukrani sana, asante sana.